inatamatisha msimu huu wa mashindano msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Kwa upande wa mechi dhidi ya Kagera Shuga amekua <coughs> ameci mzuri Kagera Shuga, pamoja na kwamba wameshuka wame daraja, lakini wameweza kutoa upinzani mkubwa, upinzani mzuri, na kila mmoja ameona kwa eh, timu ambayo imeshuka daraja dhidi eh, ya timu ambayo inashika nafasi za juu imeweza kutoka nao eh,

kwa bao moja ukabila, maana yake ni kwamba e, mechi ni kwa bora, ni kwa nzuri. Nichukue nafasi hii kuwapongeza Kaina Shuga kwa kuonesha kuonyesha kiwango kizuri nicho wapenda, e, ni ile, ile, ile, ile morali moral yao ya kwamba pamoja na kwamba wameshuka daraja lakini awaa, katika mchezo wa leo kuja kinyonge ya kwamba tumeshuka daraja hatuna cha kupoteza, na kitu kama wanaonyesha ambao no, wamekuja hapa uwanja wa Mkapa wamepata burudani kubwa. Ni mpongeze e, kocha Juma Kaseja kwa kutengeneza timu na hatimaye kuonyesha upinzani mkubwa, na mimi nichukue nafasi hii e, kumshauri mwalimu Juma Kaseja. Sasa hivi nafahamu kwa uwezo alioonyesha akiwa na Kagera Sugar, zipo timu nyingi za ligi kuu ambazo e, zinamhitaji na zingependa wafanye naye kazi kwa msimu mimi ni mshauri kama ataona anafaa, abaki hapo hapo Kagera Sugar pamoja na kwamba imeshuka daraja lakini abaki na Kagera Sugar ili adhihirishe na aoneshe ubora wake. Uh, lazima atengeneze sehemu, atapata sehemu ya, ku, ya kutengeneza uaminifu, yani ile trust ndio kitu, kitu muhimu sana ni kweli Kagera ya shuga imeshuka daraja lakini, huko huko daraja la, la kwanza, anaweza kwenda na kuonesha kwamba yeye ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bora, na ndani ya muda mfupi akairejesha Kagera shuga kwenye kwenye ubora wake. Akifanikiwa kufanya hivyo, maanake atakuwa ametengeneza imani na atakuwa amejiongezea thamani. Eh, Mwalimu Selemani Matola amewahi kufanya hivyo, amefundisha timu za madaraja ya chini, amefundisha uh, wakati ule Geita Gold kabla haijapanda, akaipandisha ikaongezea thamani. Amefanya hivyo akiwa na Polisi Tanzania, amefanya hivyo akiwa na Lipuli. Kwa hiyo na yeye asivunjike moyo na wala asijihesabia kwamba ameishusha Kagera Shuga daraja, yeye aamini ya kwamba ni mwalimu mzuri na anahitaji kufanya vizuri zaidi hapa mbani na timu yake. Na ukiangalia timu ya Kagera Shuga eh, na nayozungumzia sana Kagera Shuga kwa eh, mm -hmm, eh, sabu mimi ni mdau, ni, ni, ni, ni ni mdau wa mpira kwa napenda maendeleo na, ukiangalia timu yao inapigana ina wengi wadogo nadhani ukitoa Joseph Magundi ukitoa Abdala Mfuko eh, ndio kidogo unaona, unaona wakubwa wakina Kipao golikipa, lakini the rest ni vijana wadogo ambao ukiweza kuwa maintain ukashuka nao daraja la kwanza, baada ya muda mfupi unapanda nao ligi kuu unakuja kuendeleza utawala wa. Mimi binafsi nimeumia pakubwa Kagera Shuga kushuka daraja kwa sababu Kagera ni, ni timu independent Kagera sio branch of science Kagera ni timu ambayo inajitegemea na, na huwa inatoa upinzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC. Tunatakia kila heri ligi daraja la kwanza, tutawamisi somaji kingine baada ya mchezo wenu huo, a shuga, mchezo ambao umesalia mbele yenu dhidi ya Yanga. Tanzania na mashabiki wa Simba Sports kusikia was kwanza tuanze kwa kuipongeza hapa Simba Pe... Simba yetu tumekuwa na, na kiwango bora sana e, kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora wa ligi kuu ya NBC, namzungumzia Fadlu Davids. Unapozungumzia kiungo bora wa, wa ligi kuu ya NBC Unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda ukamzungumzia Faisal Salim mtoto, kwamba ndio, lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia una, una, una Jean Charles Agua. Ukizungumzia mfungaji eh, bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Agua. Ukizungumzia goli kipa bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia ukizungumzia ah... msemaji bora wa ligi kuu ya NBC <tort> <tort> unazungumzia Ahmed Ali. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuapongeze kila ambaye ameshiriki, na hata ukienda kuangalia eh, mapato timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unaikuta Simba Sports Club. Maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli msimu huu. Sisi kwetu wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka minne. wanisemaji hapa msimu ndo mmemaliza mtaji kabla gechi semaji ulisema kwamba unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba, mara baada ya kumaliza rasmi msimu wa 24 25, siri nafahamu baada ya mchezo mmoja ambao uko nao mbele ni baada ya siku tatu. so, uh, ta-tarehe 25 dabi ya Kariakoo yeah, leo, leo tulikuja kuagana wana Simba, kuagana nyumbani kwetu. uh, tumekuwa na tukitumia uwanja wa KMC na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi nane mbele, hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wanasimba, tumeagana na kila mwanasimba amefurahi na ni wapongezi. Wanasimba wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo, tumeagana tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano katika uwanja wetu wa nyumbani <laughs> labda niseme kitu kimoja, najua mna kiu nasho, labda niseme na siku nyingi hamjani hoja <laughs> <laughs> nina, nina kama wiki mbili tatu hivi sijapokea simu ya mwandishi yoyote yule <laughs> kunitafuta

Moja, eh, hakuna mahala popote ambapo eh, ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitisha unacheza ama hauchezi. Hiyo hiyo hiyo, eh, ratiba ya ligi ikitoka, maana yake naanza maandalizi kuelekea katika katika mechi mm -hmm. na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wanasimba, taarifa rasmi na kwa kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana yakishokutwa tutaweleza, lakini kwa sasa niseme tuya kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani wa ligi kuu ya NBC 24 25.